karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo jumatatu juma la 13, kipindi cha kawaida cha mwaka si wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka kitabu cha mwanzo sura ya 18 aya kumi na sita hadi thelathini na tatu na somo la injili linatoka katika Injili ya Matayo sura ya nane aya kumi na nane hadi ishirini na mbili Karibu tusikilize Injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Matayo. Yesu walipoona makutano mengi wakimzunguka, aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitakufuata kokote uendako. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pakulaza kichwa chake. Mwingine katika wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu lakini Yesu akamwambia nifuate, waache wafu wazike wafu wao. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Mpendwa msikilizaji, Yesu anatufundisha kuhusu wito na ufuasi wa kweli. Anajaribu kusisitiza juu ya gharama ya kumfuata yeye katika aya ya kumi na tisa kama tulivyosikia hadi ile ya ishirini tunamuona huyu mwalimu wa sheria akimwendea Yesu kwa shauku akisema, nitakufuata kokote uendako. Lakini Yesu anamjibu kwa maneno magumu kwamba mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Mpendwa msikilizaji, maneno haya ya Kristo yanaonyesha jinsi Kristo anavyotamani watu wake wamfuate bila kuwa na shaka ya imani yao. Kristo anatoa onyo kwa mwenye matamanio ya kumfuata kwamba wito huu ni mgumu, haihitaji uteterekaji wa kiimani bali ukamilifu wake. Mpendwa katika Kristo Yesu, anatuasa mimi na wewe kwamba wito wake si wa anasa wala hauna urahisi wowote bali anahitaji mtu kujikana na kujitoa sadaka ili aweze kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Yesu anafundisha namna tunavyotakiwa kuwa na namna tunavyotakiwa kuipa kipaumbele katika mambo ya kiroho. Katika aya ya 21 hadi ile ya 22, tunasikia huyu mwanafunzi anayetaka kumfuata Yesu lakini anaomba kwanza akamzike baba yake, na Yesu anamjibu akimwambia, nifuate, waache wafu wawazike wafu wao. Mpendwa msikilizaji, haina maana ya kwamba mtu asiwape wazazi wake heshima, wala haina maana ya kwamba mtu asijali familia yake. Hapana, bali Yesu anatoa msisitizo wa kipaumbele cha ufalme wa Mungu juu ya wajibu wa kibinadamu. Muda mwingi ulimwengu unatuchukua kwa sisi kusahau, hata kujipa muda kiroho na kusali na kumuomba Mungu katika majukumu yetu. Mtu utamkuta siku zinapita, miezi inapita, masaa yanapita, hadi mwaka unapita akiwa bize na mambo ya ulimwengu huu hata bila kuzungumza na Mungu wake. Na ndiyo maana fundisho hili la Kristo kwamba kumfuata Mungu kuwe jambo la kwanza katika mambo yote. Wafu wa wazike wafu wao inatafsiriwa kuwa wale walio mbali na uzima wa kiroho, yaani wasiomkumbuka Mungu au wasiokumbuka kusali, wasiokumbuka kusali na kumuomba Mungu waachwe washughulike na mambo ya kidunia. Lakini mpendwa katika Kristo, ni kufahamishe tu kwamba sisi wafuasi wa Kristo siku zote tunatakiwa tuwe hai kiroho. Huku tukitafuta riziki za kila siku, na kwa hao wasiomtambua yeye, basi sisi tulio wafuasi tutoe elimu ya Kristo kwao ili tuwe mawakala wa imani kwa kila mmoja wetu. Mpendwa msikilizaji, tunakumbushwa kusimama katika imani. Tusiupe ulimwengu nafasi utuchukue mazima mazima, bali tujali imani yetu zaidi. Kwani kuna hasara nyingi ya mtu kutosali au kutomwomba Mungu. Na hasara hizi zipo kijamii na pia zipo kiroho zaidi. Kwanza tunapoteza mahusiano yetu na Mungu. Hivyo sala ni msingi wa mahusiano ya binadamu na Mungu. Rejelea kitabu cha Wathesalonike sura ya tano aya kumi na saba inasema ombeni bila kukoma. Kwa maana hiyo haiwezekani kuwa na maisha ya Kristo bila sala. Asara ya pili ni udhaifu wa kiroho na kujikuta kuanguka dhambini mara kwa mara. Yesu alisema katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 41, kesheni na kuomba ili msiingie majaribuni. Kwa maana hiyo, tusiposali hatuna kinga ya neema dhidi ya majaribu, hivyo tutakuwa rahisi hata kuanguka dhambini. Sala huimarisha dhamira na kusaidia kushinda tamaa mbaya. Kushindwa kusali pia hutukosesha maelekezo ya Mungu. Katika kitabu cha nabii Isaya sura ya hamsini na tano aya ile ya pili inasema, nisikilizeni nanyi mtakula mema. Sala hufungua akili na maarifa, kwani tutapata kupokea mapenzi ya Mungu na kufanya maamuzi mema katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo, msikilizaji, tumwombe Mungu atujalie Roho wake Mtakatifu ili tuweze kuongozwa naye. Tusipotee katika ulimwengu huu, bali tumwombe yeye daima katika maisha ya kila siku. Tumfanye yeye kuwa wa kwanza katika maisha yetu. Mpenzi msikilizaji, ili tuweze kufanya vyema katika shughuli zetu za kila siku. Msingi wa imani, msingi imara wa shughuli hizo ni Mungu pekee. Hivyo tumshirikishe yeye kila siku katika maangaiko yetu ya kila siku ya kutafuta riziki zetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo iliyokuletea tafakari hii. Ni mimi Frateri John Melita wa Shirika la Wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo. Yeah.